Akitoa tu kitu hivi, wewe wajua, kuna darasa fulani, ni jambo lilizungumziwa hivi, kata rudisha mpaka kieleweke. Mimi nikaona mbona huyu atakaleta uhuni huyu, mbona huyu atakaleta uhuni mbele ya jambo hili, kwa, kwa sababu jambo hili ha hakuna mwahabi wa aina yoyote atakayeweza kuja kujibu maswali tutakayomuuliza. Sasa mbona atakapoleta uhuni huyu, mimi nikarudi katika maiki, nikamwambia kujibu maswali tutakayomuuliza sasa mbona nataka kuleta uhuni huyu, mi nikarudi katika maiki nikamwambia, bwana Jamada rudi, mbona hujajibu, usilete janja, janja. Watu warudie vizuri zile klipu na usilete janja janja, bwana Jamada rudi, hujojibu. Jamada yule alivyopanda tena siku ya Ijumaa akazungumza kuwa mimi maswali hayo siwezi kujibu, ambao ndio ijumaa yake ilikuwa ni ijumaa ya mwisho hiyo kuzungumza madai kwake yeye. Mimi siwezi kujibu maswali hayo kwa sababu maswali ya ya wanawake au maswali ya kike ya. Nikasema huni mimi sasa baada ya kusikia vile nilicheka sana. Nasema maswali ya wanawake. Mimi e, e, basi nikaendelea na mada zangu baada ya baada ya kumsikiza maneno yale nikaendelea mada zangu, nikaja nika, nikasema kwamba ah, ina maana bwana huyu hata wakeze yule akimuuliza wa maswali huko nyumbani, yeye anakana ha, hawezi kujibu kwa sababu ni wanawake. Sasa ikiwa maswali ni ya wanawake, yawezi kujia yajibiwi, na aliyesema maswali haya ni ya wanawake, ni mwanawazuoni gani huyu? Muhammad mzee huyu anaitwa Ayub. Nifanya naye mjadala kiasi cha miezi karibia mitatu katika jambo hili la istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwisho wa, wa hoja yote aliposhindwa hoja, akauliza maswali ambayo mtu mwenye akili yeyote akiyasikia maswali yale anajua huyu ni mtu mushabih na ni mtu muattil Mushabih anafananiza sifa za Allah subhanahu wataala, kisha anazipinga. Kwa sababu sifa za Allah kisha sia akilini, ukazikataa wewe unaitwa mushabih, na baada ya hapo unakuwa muattil, mpingaji. Yule bwana maswali aliyokuja naye miongoni mwake ananiuliza, kwani Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba sehemu, na aliona nini huko mpaka akahama akaenda juu ya arshi? Maswali ya haula hawa mushabbi na muatila ndio wenye maswali kama hayo. Umeulizwa maswali unatakiwa ujibu. Wasema maswali yani ya wanawake. Wanawake ndio hatakiwi kujibiwa, na aliyezungumza ni mwanazuoni jani, akasema maswali yaani ya wanawake. Mimi nikamwambia wanawazuoni wa kale wanasema maswali hayo ni ya kike, kwa hiyo hayajibiwi. Siwezi kukaa kuanza kujibu maswali hayo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunamthibitishia aliyothibitisha kwenye nafsi yake na yale ambayo hakuyathibitisha sisi atumthibitishii. Kwa hiyo huyu bwana mzee Muhammad Mzee alishindwa kuthibitisha hoja akaja na maswali ya kike nikamtajia qauli ya limamu darimi rahimahullahu taala alipokuwa akimjibu almarisi aliyekuwa akipinga sifa za allah subhanahu wata'ala kwa allah hayuko juu allah hana mikono allah hana macho akamwambia allah hashuki kwenye mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku akamwambia waddaa almuaridh na akadai huyu mpinzani uye anayeipinga sifa za allah subhanahu wataala

hana hoja yoyote ya kutoa anaona aulize maswali kama haya nikamwambia, kwa hiyo maswali kama haya sisi hatuna majali ya kuyajibu. Lakini pia nikamtajia qauli ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kaifa stawa, namna gani? Allah yuko juu, nyuma tambia, Allah yuko juu, Allah yuko juu ya arshi. Kaifa stawa, namna gani yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik aliinama mpaka jasho likawa lamtoka kwa sababu ya swali baya la kizushi aliloulizwa. Alipoinuka akasema Alistiwau maalumun kuwa Allah yuko juu, al yu ni jambo linajulikana. Maswahaba walipoambiwa arrahmanu ala alarshi istawa, walielewa kwamba Allah subhanahu wa taala yuko juu, uluun yaliqu bijalalih, ujuu ambao unalingana na utukufu wake, na si kama mimi ambavyo niko juu, kwamba kule kuwa juu kwangu ndio kama kuwa juu kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa sababu wao wanalazimisha kwamba tukisema Allah yuko juu, basi atakuwa amekaa juu ya arshi. Kwa sababu atakuwaje huko juu huko hu bila kutegemea kitu lakini akili ya kawaida tu, kwani mbingu ziko wapi? Mbingu iko juu yetu, ile tunaitazama. Lakini je, ina nguzo? Kuna kitu kimeishika? Na hicho ni kiumbe cha Allah subhanahu wa taala. Rafaa ssamawat bighairi amadin taraunaha, Allah amenyanyua mbingu pasi na nguzo mnazoziona. Hakuna nguzo zizoshikilia kwamba mbingu isidondoke. Allah subhanahu wataala yumsiku samaa antazula anazizuia mbingu zisidondoke, zisiondoke pale zilipo, ikiwa kiumbe cha Allah subhanahu wa taala. Mbingu iko juu, vipi kuhusu Allah subhanahu wa taala aliyeviumba viumbe hivyo? Jua liko juu yetu, laelea, je, limeshikwa na nini? Mbona hamuhoji kuhusu jua? Ha, kuhusu mbingu mwamuhoji Allah subhanahu wa taala, aliyeviumba na akajithibitishia kwamba arrahmanu ala larshi stawa. Kwa hiyo nkamwambia Alimam Malik anasema alistiwau maalumun ma

Kwa hiyo kwanza kuuliza kama Allah yuko juu yukoje, uruhusi kuuliza wewe Muislamu? Kwa hiyo hilo inatakiwa walifahamu, na ndiyo maana sikumjibu maswali yake bwana mzee Ayub, sikumjibu maswali yake kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo diwani asidhani kwamba nilimkimbia yeye, ndiye aliyekimbia, bali msikiti aliyokuwa akifanyia raddi leo umeota majani, ameukimbia msikiti ule, na nilimwambia kwa mada uliokuja naye na mada hii, wallahi u msikiti utaukimbia na alhamdulillah, ameukimbia kwei, kenda porini huko anakozungumzia, sikosikika huku, hawezi kukaa tena mjini kwa sababu ameingia katika hisma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuivunja.